Kipindi hiki kilichopo machoni mwako ni mkusanyiko wa maswali mbalimbali mbali ya dini. Maswali hayo ni mwongozo bora kwetu, ni maswali ya kujifunza, ni maswali ya kutujenga, ni maswali ya kuijua njia yetu. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Kutana na Abdillahi mwana wa Maali Mashi, Street Dawa, kukuelimisha. Hilo ndilo jukumu letu. Karibu sana katika msimu mpya wa kipindi chako pendwa cha Street Daawah. Na leo Street Daawah katika msimu mpya tumebukia hapa katika mji huu wa Bagamoyo, na mimi kuna mengi sana ambayo utaweza kuyasikia kutoka kwa ndugu zetu ambao tumewatembelea katika siku hii ya leo. Kama kawaida, e Street Daawah kazi yake ni kuwa challenge wale waislamu ambao nitabahatika kukutana nao, na leo nitakwenda kuuliza kuhusiana na takbira nne za swala janaiz. Kitu gani kinasemwa katika takbira ya kwanza ya pili, ya tatu na ya nne pia huwa kuna semwa yapi? Kwa sababu tumezoea wengi sana katika swala janaiz tunahudhuria na tuna swali pia, uelewa ukoje kuhusiana na swala hiyo? Tutakwenda kuyafahamu yote hayo wakati ambao tutakutana na wale ambao tutabahatika kukutana nao. Nyuma ya kamera ni Omari Salum Nyanga, mimi naitwa Abdillahi mwana wa Maalim Mashi. Siku ambayo utajua hujui ndio siku ambayo utajua ulikuwa hujui. Street dawa kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu. Bila shaka, umeshafiwa wewe, si ndio? yeah. na umeshawahi kuswali swala ya maiti, swala ya janaiza, sio? yeah. nne na takbira... yeah, na takbira... uh, nafikiri nne. Hebu naomba niambie katika zile takbira nne, takbira ya kwanza watu wanasema nini? Takbira ya pili watu wanasema nini? Takbira ya tatu watu wanasema nini? yeah. na ya nne watu wanasema nini? ba ya ngapi? Ya kwanza ya suunia. Suunia. Safi kabisa, inatosha basi, nisomee ishakufaham. Takbira ya kwanza sura Al-Fatiha. Safi kabisa, takbira ya pili yeah. inaendelea hivyo sura Al-Fatiha tena. Takbira ya tatu Fatiha. Takbira ya nne, takbira ya kwanza, kwa sababu surati jeneza mlangopowa mrukuu kama mko tutaanza mm, kusoma Suratul Fatiha. Mkisha maliza kusoma sura Suratul Fatiha, kuna dua hapa, soma ambayo za kumrehemu marehemu marehemu, takbira soma dua, takbira zipo yaani, kiasi kwamba pale Imamu aliposema Allahu Akbar, takbira ya kwanza sura, mtafunga swala, kishafunga swala mtasoma sura Suratul Fatiha. Safi kabisa, takbira ya pili, twende Takbira ya pili ni hivyo hivyo kama takbira <muchamega> una... ya kwanza, ila kwa takbira ya ehe, ya pili pia tunasoma tena. Takbira ya tatu pia ni hivyo hivyo. Tena takbira ya nne na dua nyingine pia kmru mwalimu wetu. Kisha maliza hapo, basi kiongozi wetu imamu atatuongoza tena katika swala zima kwenda na, na, na, tusimamia maiti yetu. Mimi nawashukuru sana kwa kujaribu. Wote mmekosa, mimi nawapa elimu. Takbira ya kwanza wote mmepata, unasoma sura Al-Fatiha, sawa? Takbira ya pili unamswalia Mtume. Takbira ya tatu unamwombea dua sasa yule marehemu, sawa eh? Takbira ya nne unaweza kawa unatoa salamu au unasoma dua ya kuwarehemu kuwombea watu ya kuombea watu wote. Sawa sawa? Mimi nawashukuru sana tuko pamoja. Takbira ya kwanza unasoma sura al-Fatiha. Ya pili unamsalia Mtume. Safi kabisa. Ya tatu tau unamwombea Mariamu. Safi kabisa. Ya nne: Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftana ba'dahu. Sisi tunamwombea maiti. Si ndio, ile ile ya tatu unamwombea maiti, sio? Sasa ile takbira ya nne sasa. Huwo unafanya nini? Ya kwanza ushasema sura tilfatiha sawa. ya, ya pili sura ya Mtume. Ya tatu dua ya muombea maiti, sio? Takbira ile ya nne ya mwisho kabisa ile. Ila mimi nitakupa zawadi. Takibira, usi, salam, tubale, dua, tuta, salam, o, wana, zawadi, sahawa. Zawadi sana. Takbira hizi salamu salamu, tu bale, dua sawa? sawa? Haya. mwingi bwana yetu hapa. Fungua bahasha hiyo.

ya kwanza alhamdu. Takbira ya pili swala ya mtume safi kabisa. Takbira ya tatu ni unaweza kusoma labda inandhanahu, sio kweli basi. Hapo ndo itakuwa kwa, kwa takbira mbili hizo nimechemka. Swala maiti na takbira nne, sio takbira ya kwanza kama ulivyosema, Suratul Fasl, alhamdu. Takbira pili swala ya mtume Takbira ya tatu unamwombea dua nani? Maiti. Sawa sawa, eh? Takbira ya nne unaombea dua watu wote, unatoa salamu e. Ingawa anasema takbira nne tu, unatoa salamu. Asante sana kwa kujaribu. Mtazamaji, hapa ni soko jipya Mtambani ndani ya Bagamoyo, mkoa wa Pwani. Leo tumefika hapa, Street Daawah msimu e, mpya. Sehemu ya kwanza imeisha. Hivi swali so, la leo kama limekuwa le gumu sana, kwa sababu kila ambacho tumemuuliza kidogo, imekuwa ngumu watu kufahamu. Kameramani wangu pia aliniambia Masha ni swali ni gumu sana. Lengo letu sisi ni elimu pia. Hata kama watu tukao wamekosa, lakini baadaye kunyuma, tutawachia elimu. Muhimu niuliza kuhusiana na takbira nne zile za swala ya maiti ama swala ya janaiz, na ukweli ni kwamba takbira ya kwanza kama ambavyo nilikuwa nikitoa majibu kwa wale ambao walishindwa kusema, kwa maana kutoa jawabu sahihi, takbira ya kwanza ni sura al-Fatiha, kwa maana ya alhamdu. Takbira ya pili unamswalia Mtume. Takbira ya tatu unamwambia dua maiti na takbira ya nne unatoa salamu, ama pia unaongea, unasema una unamwambia dua, unaomba dua watu wote, alafu baadaye salamu kuna khitilafu. Wapo ambao wanasema katika takbira ya nne, baada ya takbira nne tu ni salamu. Wapo pia ambao wanasema baada ya takbira ya nne, kabla salamu, unawaombea watu dua wote, alafu baadaye ndio salamu. Asante sana, tuelekee katika sehemu ya pili ndani ya Street Daawah. Mimi ni Abdillah Mashi, siku ambayo utajua hujui ndio siku ambayo utajua ulikuwa hujui. Street Daawah, kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu. Mtazamaji ni vita Ramadhani na Saidi hapa, mnaulizana maswali mawili mawili, sawa eh? swali la dini muulizaji hakikisha ja jibu nalijua ukiwa ulijui, tunakata max, tunampa maxi huyo mshindi, mimi nitampa zawadi sawa. Nani ataanza kumuuliza? Asalamu alaykum wa wa rahmatullahi wa barakatuh, ina aya ngapi? Mwenzake, waalaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, Fatiha ina aya ngapi? swali yako kidogo, maswali magumu sana ananiuliza kwa mimi kijana

Moja hiyo tayari anaongoza moja. Komboa hapo eh, mpe swali na wewe, akisha jibu unalijua. Shekhe, nakuuliza swali, nguzo za Kiislamu ziko ngapi? Shekhe, nguzo tano. Kapata kakosa kapata. Shekhe, swali la pili, malizia hapo moja bila. Imani zipo ngapi? Tano. <laughs> tano. Kapata kakosa, kakosa. Street Dawa, kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu. Mwamba amerudi tena Muhammad sallallahu alayhi wasallam amezaliwa mwaka gani? Amezaliwa, amekuja duniani mwaka gani, kuifundisha dini wewe Kiislamu? Twende. Mwaka wa tembo eh? Hey, he? Amesema mwaka wa tembo. Amepata amekosa? Amekosa. Jibu lake nini? Miaka 100 iliyopita nyuma, miaka 100 iliyopita Brother, miaka moja iliyopita sijuzi tu hapa. Miaka iliyopita eh, ya nyuma, Sawa, ngoja. 2000 na ngapi? Eh, 2025. Miaka 100 mia iliyopita ni ngapi? Eh? 1925, si sio? Au? Sahihi. Sasa sijuzi tu hapa. Majina ya Mwenyezi Mungu hapo mangapi katika dini ya Kiislamu? 99. Kapata, kakosa? Kapata. Sawa. Moja bila malizia na haya ya mwisho ma yaani ushindi y mwama akashindwa, tunatoa zawadi hapa, ndo mshindi wetu bwana. Hii hapa Street dawa, kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu. Mtazamaji wa Kishki TV, nimefika tamati hapa katika Street dawa katika siku hii ya leo. Umeweza kuiona challenge katika sehemu ya pili ya Street dawa, kwa maana kuulizana maswali, na hii ilikuwa ni baina ya wao kwa wao. Of course, unaweza kuona mtazamaji, kuna mambo mengi sana ambayo Waislam hatuyafahamu kubwa zaidi. Umeweza kufurahia kile ambacho umekiona bila shaka, lakini pia umeweza kufaidika kwa yale ambayo umeyasikia katika maswali, aidha yale ambayo pengine kwa huyajui ama huyafahamu au umeyasahau. Kupita Street Daawah leo na mimi, yote hayo umeweza kuyafahamu. Asante kwa wote ambao walikuwa nasi leo. Tulikuwa hapa maeneo ya Bagamoyo, nyuma ya kamera ni Omi the way Omar Salum Nyanga, mimi ni mwana wa Malim Mashi. Siku ambayo utajua hujui ndio siku ambayo utajua Ulikuwa hujui. Kipindi hiki kilichopo machoni mwako ni mkusanyiko wa maswali mbalimbali mbali ya dini. Maswali hayo ni mwongozo bora kwetu, ni maswali ya kujifunza, ni maswali ya kutujenga, ni maswali ya kuijua njia yetu. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Kutana na Abdillahi mwana wa Maalim Mashi, Street Daawah, kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu.